Kutofunguliwa kwa biashara ni sehemu ya adhimio la wafanyabiashara hao katika kikao kilichofanyika mwishoni mwa juma lililopita. Mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara mkoa wa Iringa, bwana Peter Mtaro amesema katika kikao chao na mkuu wa mkoa wamekubaliana jeshi la polisi kuchukua nafasi ya mgambo katika kuwaondoa wafanyabiashara wasio rasmi. Polisi imekabidhiwa kwamba kuhakikisha eneo maeneo yote ambayo si rasmi asiwepo mfanyabiashara ambaye si rasmi katika eneo hilo. Pia wameridhia kuanza kulipa tozo walizositisha awali kama sehemu ya mgomo. Kwa wale ambao tulikuwa tumesitisha issue ya tozo na ushuru na jini zote, tuendelee kulipa kama kawaida. Kwa upande wake bwana Kesi Ndando wa Shirikisho la Wamachinga Iringa amewataka wamachinga kuhamia maeneo rasmi wakati utaratibu ukiendelea. Tunaenda kukaa sasa na maendeleo ya jamii wilaya, tukishauriana na kusaidiana na maendeleo ya jamii mkoa, namna ya kuwaratibu. Lakini jambo kubwa na la kwanza ambalo tunalotakiwa kulifanya, serikali imeshatengeneza miundombinu ya kutosha, na haya maeneo yapo, na bahati nzuri au mbaya ni kwamba ndiyo aliyoachwa wa wazi, yapo maeneo mengi ambayo ni, ni, ni wazi yanahitaji wawepo. Wamachinga nao wameomba kuruhusiwa kutumia barabara moja ya jioni kwa ajili ya biashara. Mimi, tunangangania mashine tatu, tunangangania kwa sababu kuna riziki ya watoto mimi. Mlaandeke toka tumetolewa hapa ilikuwa 2019. Nimekaa kule mwaka mzima, hatimaye nikaona watoto wangu wanakufa njaa, atafute sehemu, to tunafanya kazi biashara usiku, hata kama inashindikana hapa, kwamba ili eneo kwamba watu wanalililia wafanya biashara, kuna barabara bara mbili e, kuna mwembe togwa barabara mbili hapo, basi watupe hata hiyo jioni tuuze, tutaua watoto na njaa sisi, tunatafuta hela ya siku moja. Unatazama Furaha FM Media.